Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa, leo tunaingia Dominika ya pili ya majilio, wiki ya tumaini linalogeuka kuwa mwanga wa ndani, wiki ambayo tunawasha mshumaa wa pili unaojulikana kama mshumaa wa amani. Katika majilio, amani haiji bila mabadiliko, amani haiji bila kufanya safari ya ndani, kwa sababu kabla Kristo hajaingia ulimwenguni, lazima apate nafasi ya kuingia ndani ya mioyo yetu. Ndio maana katika Dominika hii tunasikia sauti ya mtu anayepaza kutoka jangwani, mtu ambaye hatupingi kumtaja, mtu ambaye ni shupavu kweli kweli, Yohane Mbatizaji. Ni kama mama kanisa anatuambia kabla ya kusherehekea Christmas, jipange, angalia ndani yako, fanya toba, tena fanya leo. Ndugu zangu, injili ya leo ya Mathayo sura ya tatu aya ya kwanza hadi aya ya kumi na mbili inatuletea ujumbe huu muhimu unaotupa uzima. Yohane anasema Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Huu sio ujumbe wa zamani, huu sio ujumbe wa Wayahudi wa karne ya kwanza tu, ni ujumbe wa kila kizazi, wa kila familia, wa kila mtu anayetamani amani na ukaribu wa Mungu, kwa sababu majilio sio tu kusubiri siku ya kuzaliwa kwa Kristo, bali ni siku ya kusubiri kuingia kwa Kristo katika maisha yetu leo, sasa na wakati huu huu. Ndugu zangu ni rahisi sana kusherehekea Christmas kama sherehe ya nje ya kawaida, kwa mapambo mazuri, nyimbo za kuvutia, chakula na wakati wa pamoja wa familia, lakini kanisa linatukumbusha kwamba Christmas ni zaidi ya sherehe, ni kufanana na yule mtoto aliyezaliwa Bethlehemu. Lakini swali ni hili, tuko tayari kufanana naye? Tuko tayari kupunguza milima ya kiburi? Je, tupo tayari kujaza mabonde ya udhaifu, migogoro ubinafsi na maumivu ya ndani. Ndio maana Yohane anapaza sauti kutoka jangwani, anayeita katika jangwa la maisha yetu, jangwa la haraka, jangwa la changamoto nyingi, jangwa la huzuni, jangwa la tamaa mbaya na utupu. Ndugu zangu, Baba Mtakatifu Benedikto wa kumi na sita anatuambia jambo la msingi: ni sasa, katika maisha ya sasa, ndipo tunapoamua hatima yetu ya milele. Kila tabia tunayoichagua kila neno tunalosema, kila mtu tunayemsamehe au kumkataa, kila jicho tunaloelekeza kwa maskini, kwa mwenye kiu, kwa mwenye huzuni, hayo yote yanatujenga kuwa kama Kristo au tofauti kabisa na yeye. Dominika ya pili ya majilio inatukumbusha kwamba hatima yetu ya kiroho inaanza leo, siyo baada ya mwaka au miaka, siyo baada ya kubadilika, sio baada ya kusubiri wakati muafaka, ni leo, ndugu zangu. Kwa karne nyingi Kanisa limetumia mfano wa Yerusalemu kuelezea safari ya ndani, na hapa ni lazima tufahamu kwamba kuna Yerusalemu nne: Yerusalemu ya kihistoria, ambambo ndio sehemu ambapo Kristo alizaliwa kufundishiwa, kufundisha, kufa na kufufuka. Hiyo ndiyo historia yetu, lakini kuna Yerusalemu ya pili, Yerusalemu ya kanisa. Hii inajumuisha sisi waamini, jumuiya ya wanaomngojea Kristo. Hapa ndipo tunaposimama leo. Yerusalemu ya tatu ni Yerusalemu ya mbinguni tunakotamani kufika, mahali pa uzima wa milele. Hili ndilo tumaini letu, na hiyo ndiyo Yerusalemu ya matumaini yetu. Yerusalemu ya nne ni Yerusalemu ya roho zetu, mahali ambapo Kristo anatamani kuingia leo hii. Huu ndiyo msingi wa tafakari ya Dominika ya pili ya Maajilio. Hapa ndipo Yohani Mbatizaji anazungumzia tengenezeni njia ya Bwana, siyo njia ya barabarani Sio njia ya tamaduni, ni njia ya ndani yetu. Ndugu zangu, katika kipindi hiki tunatakiwa kuangalia mioyoni mwetu kama jiji lililojaa tabaka na takataka nyingi. Tutambue kuwa Kristo hataki kuja juu juu tu, anataka kufikia kiu ya ndani kabisa, anataka kuingia katika majeraha tuliyoyaficha katika tabaka za uchovu, katika tabaka za aibu, katika tabaka za majuto. Anataka kutufanya upya. Hii ndiyo kazi ya Dominika hii kufungua mlango wa upya wa ndani na baada ya kufungua mlango huo tupate amani. Tofauti na sherehe za kawaida, majilio ni mwito wa kutenda. Hata Yohane asemi tu tujitayarishe, anasema tubuni. Hivyo basi kagua maisha yako ya kiroho. Ni tabia gani zinazokukosesha amani? Ni majeraha gani unayoendelea kuyatunza bila kuyatibu? Samehe mtu mmoja tu wiki hii. Amani huja pale tunapoachilia. Tafuta muda wa ukimya zungumza na mungu wako jifunze neno la mungu kwa utulivu tengeneza jangwa lako kuwa mahali pa kukutana na mungu ukisikia upweke uchovu au shinikizo hapo ndipo mungu anaposema na wewe ndugu zangu majilio sio kusubiri tarehe 25 ni kuamka kutubu kubadilika na kuruhusu yesu azaliwe tena ndani yetu dominika ya pili ya majilio inatuambia amani inakuja lakini kwa moyo uliotubu tumaini linafuniliwa. Lakini katika safari ya utayari tayari, Kristo anakuja, lakini ni lazima tumfungulie njia, ni lazima tujiandae kumpokea huyo Kristo. Sauti ya Yohane bado inasikika karne nyingi baadaye: tengeneza njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Tujitahidi kutenda wema katika kipindi hiki cha Majilio, tujitahidi kumsubiri huyu Yesu kwa moyo mkunjufu, kwa moyo mwema. Tenda jema dogo kwa yule jirani yako, mtembelee rafiki yako, patana na ndugu yako na jirani yako ambaye mlikuwa mmekasirikiana kwa muda mrefu, samee mara saba sabini kama Biblia inavyotuambia na kama Kristo anavyotuasa. Tutambue kwamba sisi ni wakosefu na sisi sio wakamilifu, hivyo tuwasamee wale wanaotukosea kama vile sisi tunavyowakosea wengine. Patana na roho yako, achilia vinyongo, hakikisha au mnyoshee mwingine vidole kwa sababu kama ukinyoosha kidole kimoja vidole vingine vinakuangalia wewe. Tafuta amani ya kweli, amani ya moyo wako. Patana na jirani zako, patana na ndugu zako, ili moyo wako uwe na amani. Amani ya moyo inakufanya wewe kuishi maisha mazuri. Amani ya moyo inakufanya wewe kuepukana na magonjwa ambayo yanaweza kuwa madhara makubwa sana kwako. Hivyo jitahidi kuitafuta amani hii ya moyo, jitahidi kuwa na amani Jitahidi kuwa na moyo wa amani, usio na kinyongo, usio na mawaa. Katika kipindi hiki, jitahidi kujiweka karibu na Mungu kwa kupitia kitubio. Jitahidi kuungama dhambi zako mara kwa mara, jitahidi kuwa karibu na sanduku la maungamo. Jitahidi kutubu na kusoma neno la Mungu mara kwa mara. Leo hebu tuanze safari hii. Leo hebu turuhusu amani ya Kristo ianze ndani yetu. Leo hebu tumjengee nafasi yeye anayekuja. Asante sana, ni matumaini yangu umejifunza kitu kipya jumapili ya leo, na natumaini tafakari hii imekubariki sana. Usisahau kusubscribe kwenye chaneli hii, lakini pia hakikisha una share na jirani yako na ndugu yako, ili sote tuweze kuwabarika na neno la Mungu, sote tuweze kubarikiwa na tafakari hii. Asante.